Hujambo na karibu mtazamaji wangu wa siku ya leo. Karibu katika kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe. Leo hii nimekuandalia maswali na majibu kutoka kwa tamthilia teule ya Bembea Maisha. Kwanza niko na swali la kwanza ambalo linaenda hivi: marehemu mamangu alizoea kutuambia kuwa nguvu hazimwishi mwanadamu wala hazipotei bure, humalizwa tu na mabuu. Mwanangu, usifanye hofu ni kujuavyo mimi, hukuingia katika bahari si yako, wala hakuna refu lisilokuwa na ncha, yote yana kikomo, eti ipo siku haya yote yatapita. Mkulima hodari libazi yake huwa imechakaa na kuchoka, lakini moyoni anabaki safi kama theluji kwa kutosheka na tija ya sulubu zake. Huwezi kumlinganisha na mkulima wa nguo safi zilizopigwa pasi zikanyooka. Kwa hivyo mtazamaji hayo makala swali so la kwanza linasema chambua mitindo saba iliyotumika katika kifungu hiki kwa hivyo kuchambua mitindo saba ni kama mbinu rejeshi tashbihi ha, takriri medhali nidaa taswira tashbihi ha, istiara vitu kama hivyo hizo ndio mitindo kwa hivyo utafute mitindo saba na kukuonyesha mitindo unatambua mtindo, kisha unatoa mfano kutoka kwa makala ambayo tumeyasoma. Kwanza kuna mtindo wa mbinu rejeshi. Mbinu rejeshi ni ile mhusika anakurudisha uh, nyuma, anakurudisha kwa mambo ya kitambo, anakukumbusha mambo ya kitambo. Kwa mfano katika makala, marehemu mamangu alizoea kutuambia. kwa hivyo hiyo kauli inatuonyesha kuwa mhusika anaturudisha nyuma, na hiyo ndio tunaita mbinu rejeshi. Mbinu ya pili ni istiara, huku ingia katika bahari si yako. Neno bahari limetumika kama istiara ama pia unawezaita jazanda, limetumika kijazanda, yaani huku ingia katika ulingo ambao si wako. Tatu, kuna methali, hakuna refu lisilokuwa na ncha hakuna refu lisilokuwa na ncha. Hiyo ni methali mtazamaji. Nne, kuna nida, yote yana kikomo eti. Unaona hiyo alama ya hisi eti, hiyo alama ya hisi inaonyesha nida. Taswira, mkulima hodari libasi yake huwa imechakaa na kuchoka kwa hivyo unawezaona taswira ya vazi ambalo limechakaa na kuchoka, libasi ambayo imechakaa na kuchoka huyo ndio mkulima hodari lakini, mkulima akiwa na nguo safi iliyonyooka kama iliyopigwa pasi, basi huyo si mkulima hodari. Tashbihi, anabaki safi kama theluji, kulinganisha kitu na kingine ingine. Ni kinaya. Mtindo wa saba, kinaya. Mkulima kuwa na nguo safi zilizopigwa pasi zikanyooka, kinaya mkulima tunatarajia mkulima awe na nguo chafu kwa sababu ya kulima, lakini akiwa na nguo safi kama zilizopigwa pasi zikanyoka, basi hicho ni kinaya. Kwa kizungu tunaita irony. Nane, kuna utabiri. Ipo siku haya yote yatapita, ipo siku haya yote yatapita. Huo ni utabiri, hiyo ni mbinu ya utabiri. Hivyo ndivyo unafaa kujibu. Uh, hili swali la kwanza, mtazamaji unataja mtindo kisha unatolea mfano kutoka kwa makala ambayo umepewa. Swali la ba, jadili sifa tano za msemewa. Jadili sifa tano za msemewa wa maneno haya. Msemewa wa maneno haya, mtu ambaye alikuwa anaambiwa maneno haya alikuwa Neema, na mtu ambaye alikuwa anayasema bila shaka ni Sara. Sara anajaribu kumpea mtoto wake wosia, akimkumbusha mambo ya kwao, namna anapoanza kwa kumwambia, marehemu mamangu alizoea kutuambia. Kwa hivyo anapea mtoto wake wosia ambaye ni Neema. Kwa hivyo msemewa ni Neema. Baadhi ya sifa za Neema ni, Neema ni mwajibikaji, anawasaidia wazazi wake, kuwasomesha wanuna wake kwa kuwalipia karo. Isitoshe, pia anagharimia matibabu ya mamake hiyo inaonyesha kuwa Neema ni mwajibikaji. Pili, Neema ni mpevu wa akili, ana akili pevu na alikuwa bingwa katika masomo hadi kupata digrii mbili. Isitoshe alikuwa hodari asiyeshindika darasani, kwa hivyo inaonyesha alikuwa mpevu wa akili, yaani alikuwa mwerevu. Pia Neema ana makini, anaweza kungamua tabia za babake walipokuwa wachanga, alivyogombana na kulalamika hadi wakati mwingine anasema alimshikia mkwaju. Kwa hivyo Neema ana makini, kwa sababu anakumbuka mambo ya kitambo walipokuwa wachanga. Neema ni mwenye huzuni, anakosa utulivu moyoni kutokana na ugonjwa wa mamake. Pia ni mwenye mapenzi ya dhati, hana raha na amekuwa mwembamba kwa sababu ya ugonjwa wa mamake. Kwa hivyo mapenzi yake kwa mama yake yanamkosesha raha na pia anakonda. Pia ni karimu. Ana nia ya kutumia mshahara wake wote kwa matibabu ya mama yake. Kwa hivyo, nehema ni karimu. Nehema ni karimu, ana nia ya kutumia mshahara wake wote kwa matibabu ya mamake, na pia uh, kulipia wanuna wake karo, na pia kulinda wazazi wake. Kuna mahali amemnunulia jiko la gesi. Kwa hivyo ni karimu, si mkono gamu. Neema ni msomi, ana degree mbili kutoka chuoni. Kwa hivyo ni mtu ambaye amesoma Neema. Pia ni mshawishi, anamshawishi mumewe amsaidie kulipia matibabu ya mamaye Sara, na kufanikiwa, kwani mumewe alimwahidi kumsaidia iwapo atafanikiwa kupata hela kidogo, na hapo baada ya hapo kumwahidi Uh, natumai ndio Bunju aliweza kuelekea kwenda kukutana na uh, mkurugenzi mmoja ambaye alisoma naye amsaidie kazi fulani, agalapu ampe fedha ambazo angemsaidia Neema katika gharama ya matibabu ya mamake ambaye ni Sara. Ni mwenye shukrani anashukuru uh, sana Bunju kwa kuwa alimwokoa kutokana na ajali iliyomwacha mahututi. Kwa hivyo, Neema ni mwenye shukrani. Neema pia anamlahaka mwema ana uhusiano mwema na mfanyikazi wake Bella. Kupitia kwa mazungumzo yao marefu na ya kirafiki wanavyozungumza, huwezi jua kama ni mwajiri na mwajiriwa. Kwa hivyo ana uhusiano mwema, au ana mlahaka mwema. Kwa hivyo hizo ndio baadhi za sifa za mhusika Neema, au msemewa katika hili swali. Swali linalofuata linasema jadili changamoto tano alizopitia msemewa wa maneno haya. Jadili changamoto tano alizopitia msemeo wa maneno haya. Changamoto ambazo Neema anapitia kwa sababu msemeo ni Neema. Kwanza, Neema alipitia changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza ni kama kukosa muda wa kutosha wa kuonana na mwanawe Lemi. Neema alikuwa anaamka mapema na kwenda kazini Lemi akiwa amelala, pia akirudi anampata akiwa ameshalala. Kwa hivyo hiyo ni changamoto, kukosa muda na mtoto wake. Pili, mamake kuwa mgonjwa. Neema anampeleka mamake hospitalini kumrejesha nyumbani. Kukosa hela za kumshughulikia mamake inamlazimu kumwomba Bunju amsaidie, ambapo jambo hili linazua kutoelewana na mumewe ambaye ni Bunju. Pia kuna kukosa fedha za kutosha za gharama ya hospitali, hiyo pia ni changamoto ambayo tumeshaitaja hapo, mtazamaji. Um, kutoelewana na Bunju kwa sababu ya kuomba msaada kule kuomba fedha ndio kuna mfanya wagorofishane, ama kuwe na mgogoro kati ya Neema na Bunju. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto. Kuna kulipia dadake karo Asna. Neema anatumia mshahara wake kumlipia dadake karo, hiyo pia ni changamoto mtazamaji. Changamoto ingine ni kushikio mkuaji na babake. Neema anakumbuka ile wakati alipokuwa mchanga alishikiwa mkwaju na babake, anamkasirikia na anakuja kumsamehea akiwa mkubwa, akiwa mtu mzima. Kupata ajali barabarani, Neema anapatana changamoto ya kupata ajali barabarani na anaokolewa pamoja na majeruhi mengine, wanaokolewa na Bunju na kuwaitia flying doctors. Neema ana wasiwasi wasi, na kudhoofika kutokana na maradhi ya mamake Neema. Anakonda na, na kudhoofika kutokana na ugonjwa ambao ulimsumbua mamake, ugonjwa wa moyo. Kukosa muda wa kumpeleka Lemi out, Neema anagorofishana na Bunju kwa kubishana ni nani atakayempeleka Lemi out. Hiyo pia ni changamoto ambayo inamkumba Neema. Changamoto za mila, desturi za Bunju na Sara. Bunju anapokuja mjini, anapoenda mjini kupata matibabu Uh, Nema anapendekeza alale kwake, lakini Sara na Bunju wanakataa wakisema kuwa mila haziwaruhusu uh, wakwe kulala na uh, wakwe zao. Kwa hivyo hiyo inampea changamoto yeye, anaona kuwa ni mambo ambayo imepitwa na wakati. Kutoonewa fahari na jamii alipokuwa mchanga, kwa sababu ya kuwa yeye ni mwanamke, wakati Nema amezaliwa katika jamii ambayo iko na inafuata mila na tamaduni, mila na desturi kwa hivyo walikashifu sana familia yake kwa kujaliwa na watoto wa kike peke yake. Na Neema alikuwa mziwanda, alikuwa kifungua wa mimba wasara na Yona, kwa hivyo hakuonewa fahari kuwa mtoto wa maana. Migogoro kati yake na Bunju kuhusu masomo ya Lemi. Neema na Bunju wanakorofishana kwa sababu ya matokeo le mtihani ya Lemi. Bunju anasema kuwa Lemi heri awe herufi nzuri kuliko alama lakini Neema naye anasema ni heri kuongeza alama kuliko uh, kukuja nambari nzuri. Swali, so, linalofuata linasema jadili changamoto tano alizopitia msemaji wa maneno haya. Ha, msemaji ni Sara. Sara alipitia changamoto kama vile maradhi; alipata maradhi ya moyo kutokana na kipigo ambacho alikuwa anapokea kutoka kwa Yona. Pia kukejeliwa na wanajamii kwa kukosa kupata mtoto na pia baada ya kupata watoto wakamkejeli kumbona hajapata mtoto wa kiume. Pia kuna kupigwa na mumewe kipigo cha mbwa hadi anazirai na kupata ugonjwa wa moyo. Kuna kumkumbusha bintiye mzigo mkubwa wa matibabu, kumchukumisha, yaani kutumia Neema kumpea mzigo wa kulipia matibabu yake ya ugonjwa wa moyo kuishi na mume ambaye ni mlevi, mtu ambaye anakuja kila siku amelewa, na hiyo inasababisha kupigwa kila siku. Na pia kuna majukumu ya kumpikia mumewe huku akiwa mgonjwa. Mumewe anapotoka matembezini kutoka kukaa na wazee wenzake, anatarajia ana kupata Sara awe amepika, lakini haelewi nakumbuka amemwacha akiwa mgonjwa. Kwa hivyo kule kutoelewa inakuwa changamoto kwa Sara. Swali la a hey, Tambua toni inayojitokeza katika kifungu hiki. Tambua toni inayojitokeza katika kifu... Kuna toni ya kuhimiza, mwanangu usifanye hofu, mwanangu usifanye hofu. Kwa hivyo hiyo ni toni ya kuhimiza mtu asifanye hofu, asifanye jambo fulani. Pili, kuna toni ya tumaini, ipo siku haya yote yatapita, ipo siku haya yote yatapita. Hiyo ni kupeana matumaini toni Swali la fa tambua umuhimu wa toni katika kifungu hiki. Kuonyesha changamoto anayopitia mnenewa na pia kwa hivyo hiyo toni ya kuhimiza imetoa kuonyesha changamoto anayopitia mnenewa na pia kuonyesha moyo wa kujali wa mnenaji, kwa mfano anapompea matumaini. Kufikia hapo, mtazamaji, huo ndio mwisho wa swali letu na majibu. Uh, endelea kutegea katika chaneli hii uweze kupata maswali mengine kemkem -kem, na majibu na ni maswali ambayo yanaweza kuja katika mtihani wa kitaifa wa KCSE. Shukran, na tukutane kipindi kichajo.